Mheshimiwa Spika, mimi wazazi wangu hamna hata mmoja anayejua kuandika jina langu wala jina lake. Kupata fursa ya kuwasilisha bajeti ya nchi ni ushuhuda mbele za Mungu ni... kutoka Makunda hadi kukikalia kiti cha waziri mkuu, huyu ndio Dr. Mwigulu Nchemba. Jumanne ya Januari 7, 1975, katika kijiji cha Makunda, wilaya ya Iramba mkoani Singida alizaliwa mtoto wa familia ya wa wakulima na wafanyakazi wa kawaida. Hapo ndipo ndoto yake elimu, na hatimaye ya utumishi wa umma ilianza kwa hatua ndogo ndogo. Sasa hivi Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ni mmoja wa wanasiasa wenye wa nafasi ya juu nchini akitokea si kwa bahati bali kwa mchanganyiko wa maarifa ya kitaalamu uamuzi wa wa kisiasa na kujitolea kwa watu wake. Safari ya elimu ya Dr. Nchemba ilianza shule ya msingi Makunda, ikapitia shule ya sekondari Ilboru na kisha sekondari ya Mazengo ambapo alihitimu mwaka elfu mbili. Baadaye alijiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam alikopata shahada ya kwanza ya uchumi 2004 na kisha uzamili 2006 na hatimaye PhD ya uchumi vyote katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kabla ya kujiunga kikamilifu katika siasa, Dr Nchemba alifanya kazi kwa kipindi cha miaka kadhaa katika Benki Kuu ya Tanzania, BOT, kama mtaalamu wa uchumi. Mwaka 2010 Dr. Nchemba aligombea ubunge kupitia Chama cha Mapinduzi, CCM. Alichaguliwa kuwa mbunge wa Iramba Magharibi. Tangu wakati huo, ameshika nyadhifa kadhaa za uwaziri. Alianza kama waziri wa Kilimo, mifugo na uvuvi Novemba 2015 hadi Juni 2016. Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Juni 2016 hadi Julai 2018. Waziri wa Sheria na Katiba Mei 2020 hadi Machi 2021. Waziri wa fedha Machi 31, 2021 hadi Novemba 2025, na sasa kuanzia Novemba 13 mwaka huu ameteuliwa na rais kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano, Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba. fimbo ya uongozi, mchanganyiko wa utaalamu na siasa. Kwa kuwa ana shahada ya juu zaidi PhD katika uchumi, Dk Nchemba si mwanasiasa tu bali ni mtaalamu wa data, sera na namba. Hii inaonekana wazi kwenye namna alivyodai uwajibikaji na uwazi, hasa alipoteuliwa kuongoza wizara ya fedha. Alipoibuka katika sakata la Tegeta Escrow akiwa katika wizara ya fedha, alitoa kauli kwamba wote wanaohusika wawe chini ya sheria bila kujali cheo. Alipoingia Wizara ya Fedha, iliyompa jukumu la kuandaa bajeti ya taifa na kusimamia mapato na matumizi, alikabiliwa na changamoto nyingi, ikiwamo kukusanya mapato kuboresha uwazi wa matumizi na kuhakikisha kuwa uchumi bado unakua licha ya mabadiliko ya kisera na uchumi duniani. Katika mahojiano ya hivi karibuni, Nchemba aliweka wazi msimamo wa serikali juu ya jinsi uchumi wa kilimo unavyopaswa kubadilika kutoka kilimo cha kujikimu hadi kilimo cha biashara, na mnukuu, tuna azma ya kufanya kilimo kuwa biashara katika mnyororo wake nzima, alisema. Pia aliongoza uzinduzi wa ofisi ya kanda ya kaskazini ya Tanzania Agricultural Development Bank Arusha, ni ishara kwamba serikali inawekeza kwenye kilimo, mifugo na uvuvi kama njia sahihi ya kuongeza kipato cha taifa na kuboresha maisha ya wananchi wa vijijini. Hivyo alitoa msukumo kwa taasisi za umma wa kutumia mfumo wa ununuzi wa umma National e-Procurement System ili kuongeza uwazi na uwajibikaji, hakuna mbadala wa kutumia mfumo huu, alisisitiza. Hata akiwa katika jukwaa la kitaifa, Dk Nchemba hajawahi kusahau mizizi yake kwenye mikoa ya Iramba na Singida. Nyakati za mapumziko yake amekuwa akifanya ziara kwa kutembelea wananchi, akilenga kusikiliza kero zao, kushughulikia matatizo ya barabara, umeme, afya na elimu. Kwa mfano, mwaka na 2024 alienda maeneo ya Doromoni, Kidaru na Kisiri katika wilaya Iramba na kuwaeleza wananchi juu ya utekelezaji wa miradi ya serikali. Kama ilivyo kiongozi aliye na nafasi yoyote ya juu, ni wazi lazima atakabiliwa na changamoto za hapa na pale, hivyo hata kwa Dr. Nchemba, hali kadhalika amepitia pia kutoka kwenye ongezeko la deni la umma kukusanya mapato ya ndani na serikali kushughulikia athari za vita na janga la Uviko 19 hadi kusimamia miradi mikubwa ya kimkakati ya serikali. Yote haya yamekuwa sehemu ya majukumu yake. Lakini zaidi ya hayo, ameweka wazi msukumo wa kuleta utawala wa sheria na uwajibikaji, si maneno tu bali matendo, kama alivyokuwa akitoa kauli kuhusiana na kesi ya escrow. Hatua inayofuata kwa uteuzi wake kuwa waziri mkuu. Hatua hii inaashiria kuongezeka kwa wigo wa majukumu yake, si tu uchumi na fedha, bali pia uongozi wa Bunge, kazi za kila siku za serikali na utekelezaji wa sera za taifa. Tanzania iko katika mwelekeo wa mabadiliko ya uchumi, miundombinu na teknolojia, na Dk Nchemba amewekwa katikati ya mchakato huu. Njia iliyo mbele yake ni kuweka mikakati ya muda mrefu ya maendeleo Dira 2050, kuhakikisha vijana wanapata ajira, sekta ya kilimo inakuwa nguvu ya uchumi na nchi inakuza teknolojia ya fedha. Kama ilivyosisitiza, Mwigulu Nchemba si tu mwanasiasa wa wizara nyingi, wala si tu mtu wa namba, bali ana mchanganyiko wa kiasili, mizizi ya kijamii, elimu ya juu, uzoefu wa kitaalamu na uzoefu wa kisiasa. Sasa safari yake inawaacha wengi wakitazama kwa msisimko kile ambacho atafanya katika uwadhifa wake mpya: uchumi unaobadilika, sera zinazoeleweka, utawala wa uwazi na maendeleo ya watu wengi. Tangu nchi ilipopata uhuru, Dk Nchemba anakuwa waziri mkuu wa 13. Mawaziri wakuu waliomtangulia ni Julius Nyerere, Septemba 2, 1960 hadi Januari 22, 1962. Rashidi Kawawa, Januari 22, 1962 hadi Desemba 9, 1962 na baadaye Februari 17, 1972 hadi Februari 13, 1977. Edward Sokoine, Februari 13, 1977 hadi Novemba 7, 1980 na baadaye Februari 24, 1983 hadi Aprili 12, 1984. Cleopa Msuya Novemba 7, 1980 hadi Februari 24, 1983 na baadaye Disemba 7, 1994, hadi Novemba 28, 1995. Wengine ni Salim Ahmed Salim Aprili 24, 1984 hadi Novemba 5, 1985. Joseph Warioba Novemba 5, 1985 hadi Novemba 9, 1990. John Malechela Novemba 9, 1990 hadi Disemba 7, 1994. Frederick Sumai Novemba 28 1995 hadi Disemba 30, 2005. Edward Loasa Disemba 30, 2005 hadi Februari 7, 2008. Mizengo Peter Pinda Februari 9, 2008 hadi Novemba 20, 2015. Kasim Majaliwa Majaliwa Novemba 19, 2015 hadi Novemba 20, 2025.